Katika, katika kitabu cha Luka sura pili mstari wa hamsini na mbili nasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Hapa Yesu akaendelea katika kimo, akaendelea kukua akimpendeza Mungu na wanadamu, binti, kijana, amuhubili yoyote mtu wa Mungu yoyote, mlokole yoyote, unajitu mekuwa unajiona kwamba mimi nimekuwa katika ulimwengu wa roho nimekuwa kiroho. Hapa Luka sura ya pili mstari wa 52 anasema naye Yesu akakua katika kimo, akaendelea akimpendeza aka, akimpendeza Mungu na wanadamu. Wewe ni Mungu gani ambaye unaye ambaye unasema kwamba mimi nimekuwa, lakini roho mbaya iko pale pale. Uh, lomba ya unayo pale pale, uzinzi upo pale pale, mambo mengi maovu unayo yapo pale pale, na unajitu umekua, huko ni kukua gani mtu wa Mungu? Ambako umekua kukua kwako kokote, kuongezeka kwako kokote, badiliko lako lolote, kujiona kwamba mimi nimekuwa sana ni mtu mkubwa sana. Ukubwa wako uanze na maisha yako. Ukubwa wako uanze na kubadilika kwa maisha yako. Ukubwa wako uanze na badiliko la mitazamo yako, fikra zako, kunena kwako, kutenda kwako hilo ndo badiliko lako la kwanza. Lakini usitwambie kwamba mimi nimekuwa katika ulimwengu waloo, lakini bado ni baya wa moyo, lakini bado unafurahia mabaya kumkuta mwingine. Hapana, huko sio kukua. Yaani wewe isiwe kuona kwamba Mungu ametenda. Pengine unaona kwamba mimi Mungu amefanya, kwa sababu pengine litamani mimi ongeongea mtaoni, mtandaoni hapa, lingenikuta baya lolote, siku ya siku likanikuta, unasema kwamba Mungu amenijibia, amenifanyia hamna. Mtu wa Mungu, hapana, hapana kukua kwako kwa. Yesu akakua akaongezeka kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Kukua kwako kukua kwangu mimi, naye jita nimeokoka, ni maisha yangu, lifestyle yangu, kunena kwangu, kutenda kwangu, kuamua kwangu, kufikiri kwangu, kufanya chochote. Kijana yoyote, kipimo chako cha kukua isiwe kunena kwa lugha, isiwe zozote ambazo wewe elewa, hii utakuwa unajiona kwamba una uwezo mzuri wa kuimba pengine kanisani, una uwezo mzuri wa kucheza, au una uwezo mzuri wa kuanzisha kanisani. Hicho sio kipimo chako. Kipimo chako ni tabia zako. Kipimo changu mimi Esther sio kwa sababu watasema kwamba Esther Unampenda sana Mungu. Esta, Esta nampenda sana Mungu. Hapana. Esta nampenda Mungu lakini maisha yangu yakoje? Sio Esta nampenda Mungu lakini bado ni mzinzi. Nina mambo mengi machafu. Hapana, mtu wa Mungu. Kipimo changu mtu wa Mungu. Kipimo chako wewe, unaejiita kwamba mimi nimekuwa. Mimi ni, ni mkubwa hapa. Eh, sioni aliyekuwa kama mimi. Kukua kwako kwa tunaomba kuende na maisha yako. Hatuta au taonekana umekuwa kwa sababu una miliki hela nyingi au umekuwa kwa sababu una connection fulani ukasema kwamba mimi nimekuwa. Hapana, kukua kwako tunaomba kuwe ni maisha yako. Kukua kwako kuwe kwa ni, ni fikra zako, kunena kwako, kutenda kwako, kuanze huko siku ya siku siku ya siku ya siku ya siku, kiwa ni mtu wa kunena vizuri, kutenda vizuri, kuamua vizuri. Hapa Yesu, aliongezeka kimo akimpendeza Mungu, wa na wanadamu wanadamu kuwapendeza Mtu wa Mungu, uwezi ukampendeza wanadamu kiuna watukana. Uwezi ukampendeza mtu unamfanyia mabaya. Uwezi ukampendeza mtu ukiwa unashiriki una kwenye mabaya yani. ikimpata baya una, unasema amejibu hey, Mungu amefanya amefanya. Hapana. Yesu alimpendeza Mungu, wa Mungu, wa Mungu wa ah, aliyopendeza wanadamu ndio kitu ambacho alikifanya. Mimi na wewe kipimo chetu cha kukua kujiona nimekua, kujiona umekua badiliko la tabia yako, badiliko la tabia zako, ila sio leo hii nina mabaya mengi kichwani, nina mabaya mengi niliyoyaficha. Nina mabaya mengi ndio maana mimi binafsi sio ni haya ya kusema mahali popote kwamba namshukuru Mungu aliyenisaidia, nilikuwa nazini, kwa sasa sizini. Mwingine unasema kwamba we dada, nakuhurumia sana, sijui hata mchumba utapata. Mi nakwambia, hata wewe mchumba sina kazi naye. Ninaangaika na Zaburi hamsini na moja moja, moja. E Mungu unirehemu kwa wingi wa fadhili zako uyafute makosa yangu. Ndio kitu nachoangaika nacho, naamini na ya kwamba Mungu ukinisaidia nikiwa smart kichwani, nikiwa smart maisha yangu ninaweza nikaokoa mwingine kupitia maisha yangu. Ndio kitu nachoangaika nacho, ila kama kuna mtu mwingine unajitangaza wewe, utakosa mchumba. We mchumba, mchumba hana thamani kuliko maisha yangu ya wokovu. Maisha yangu ya wokovu, mimi hapa nilipo napojifurahia sio faida ya mtu Yaani, kwa mfano eti kwamba mimi hapa ninapojifurahia kuna faida yoyote mimi leo pasta wangu malikiwa naipata? Hapana, faida naipata mimi koo ya wokovu, faida ni naipata mimi maisha ya wokovu. Ukiishi vizuri ni kwa faida yako, ukiishi vibaya ni kwa hasara yako. Koo kukua kwako, kukua kwangu mimi, kujiita nimekuwa nimekuwa, ni mimi ni mkubwa sana kukua kwangu kuwe ni maisha yangu. Kukua kwangu mimi maisha yangu ndio kile kipimo changu kwamba mimi nimekuwa, eh hicho ndio kile kipimo changu. Lakini sio kwamba najiona kwamba nimekuwa mimi nimekuwa katika ulimwengu wa roho, mimi ni mkubwa, msinitazame hivi kwa nje, katika ulimwengu wa roho nimekuwa, nimenenepa kilo. Amna kuwa kilo chako unachokiita kilo. Tunaomba maisha yako na tabia zako zinyoke, okay? sio mtu tunaeji tu umeokoka, umekuwa kiroho binti, kijana, lakini bado ni kazi nzito ni kazizi mpaka pa mwisho hapana. Ah, ah, tunaomba kukua kwako kuendane na maisha yako. Ndio maana hapa anasema Yesu alikuwa akaongezeka kimo akimpendeza Mungu na wanadamu wote. Ndio kitu ambacho sisi tunatakiwa tupambane nacho, kuhangaikia wengine kwa sababu ya wengine kujisikia vizuri, sio niwe mtu wa kushadadia pale ambapo mtu mwingine bali anakutana sema na mimi Mungu amenijibia sasa, nimefanya nimefanya ndio maana kuna mzee siku moja alisema akasema hivi, leo hii mimi baya alikinikuta. Yani, kwa mfano Esta, leo hii mimi sinaongea hapo, nasema kwamba atakuja kunyoshe haya mabaya, mimi akinikuta, wewe unafaidika nini? unaongezeka kichwa

ajili ya kuhangaika kuhamasisha yaliyo mabaya. Leo hii utajiona mjanja, leo hii utajiona kwamba mimi hapa ndio mimi. Hapana, kumbuka jambo moja ha, utakufa peke yako nitakufa peke yangu. Kwa hiyo tu mtu wa Mungu tunaojiita, tumekua, unajiita nimekuwa, unajiona kwamba mimi ni mkubwa katika ulimwengo, kwanza hapa nimekuwa, hakuna aliyekuwa kama mimi Tunaomba kukua kwako kuendane na maisha yako, sio kukua ambako leo hii utasema kwamba nimekuwa, lakini bado na matukutuku mengi. Hapana, huko sio kukua, hizo ni bangi, hizo ni bangi zinakuwa zinakusumbua kusumbua kichwani. Tunaomba kukua kwako kuendane na maisha yako. Ndio maana hapa, Yesu, alikuwa akaongezeka kimo, akimpendeza Mungu, akipendeza wanadamu. Wewe mtu wa Mungu, hebu tuangaike na hayo, tuangaike na hayo, usiangaike tu kila siku usiku na mchana unapanga tu kwamba na panga, yule, yini, yini, yina, kimdomo kila mezidi kuongea ongea. Hey, acha zambi, acha zambi, acha zambi, acha zambi. Kikukuta kibaya amna, mtu wa Mungu. Mimi leo hata kinukuta chochote kibaya utapata mwenini. Yaani leo hii mi nikipata chochote kibaya, yaani swala ni moja, yaani kwa mfano leo hii nikatokea lolote baya, lolote kwa mtu ukaona shangilia. Yaani mfano mimi katoka leo nimeondoka Nimekufa. Kanasema kamekufa. Yaani wewe kumbuka, we mwenyewe unafuata nyuma, ila tunacho tofautiana ni muda tu kwamba mi nakuwa nimetangulia kidogo, wewe unakufuata, unaelisha muda unaelisha muda wa kufa. Ila sio kwamba pengine <coughs> hautakufa. Kufa takufa, ila sema tu nakuwa naelisha nini. Kwa kukua kwako kwa mtu wa Mungu, kukua kwangu kwenye maisha yangu kwenye roho yangu, kujiita nimekua katika ulimwengu wa roho, kipimo kisiwe kunena kwa lugha, kipimo kisiwe leo hii unajiona kwamba mimi na watu wengi wanaonifuata, kipimo kisiwe hicho, kipimo kiwe maisha yako. Yani watu ungefuata na dunia nzima, kumbuka akufa uimwene hu, yani kwisa kufa uimwene watakusika mwenyewe, yani wewe mwenyewe tu peke yako, yani peke yako, peke yako unaenda peke yako tuli, hauendi na mtu kwa kipimo cha maisha yako cha kujiona umekuwa, tunaomba maisha nakiwa na maisha yako, sio kipimo cha kujioni umekuwa, lakini bado una mabaya mengi unayoyashiriki. Hapana, huko sio kukua, huo ni wenda wazimu. Na ukicha alikuwa anasema pacha nini, nguvu ya uyoga inaweza kupasua mahali popote, iwe kwenye kichuguu au kwenye mawe, lakini amen.